Tukijua ndio sehemu pekee ambako watanzania watapata haki yao, na niseme kwa upande wangu nafurahishwa na kilichotokea, kwa sababu leo ni siku ya kihistoria katika uhuru wa kujieleza. Ni siku ambayo watanzania wengi watajua nini kilikuwa nyuma ya kile ambacho tunakipigania. Wengi walidhani labda tunapambana na serikali, ila kwa sababu kesi imeshatolewa hukumu na nyaraka anazo mwanasheria wangu hapa, ni wazi na ninashauri nina wote mlio hapa nyaraka hizo nijue ni kina nani wako nyuma ya huu msukumo tunao tunaokumbana nao, na ieleweke wazi hatupambani na dola. Hakuna anayepambana na dola na hakuna anayepambana na polisi. Polisi wanafanya jukumu lao kama chombo cha mamlaka, na yawezekana kuna wanaolalamika ambao wanakuwa lazima wapitie jeshi la polisi, kwayo, polisi kwa hiyo polisi wanakuwa wako katika kazi yao. Sasa kinachotuuma sisi ni pale tafsiri ya sheria inapokuwa ina changamoto. Mimi kitu nifurahisha wakati wa kusomwa hukumu hii kwamba kuna sehemu uh, jaji amesisitiza kutokuwepo kwa kanuni, anaona kwamba kunapelekea uvunjaji wa haki za binadamu, na ni kitu ambacho sisi tumekuwa tukilalamikia mara zote. Kuna uvunjifu wa haki za binadamu kwa kiwango kikubwa katika jeshi la polisi. Yawezekana na, na wenyewe wanafanya bila kujua, lakini niseme tunachopigania hapa ni sheria inayomlinda kila raia wa Tanzania. Kushindwa kwa kesi hii au niseme imekuwa drop, sasa sijajua kama ndio kushindwa kusema kwamba vifungu hivi vipo kihalali ki hakumaanishi kwamba ndo mwisho wa sisi kuendelea kupigania hii haki. Tutakata rufaa ziwe ni mahakama za ndani ziwe ni mahakama za kimataifa, kwa sababu barua za jeshi la polisi zilikuwa zikija kwetu, zilikuwa zinaonyesha kama wanaowatafuta zi ni wahalifu, na bahati mbaya wote waliokuwa wanatafutwa ni watoa taarifa waliokuwa na nia njema na na nchi yao, na hizi ndio zilikuwa hoja zetu za kwanza, hakuna kanuni zinazoendesha sheria, jeshi la polisi linatafsiri inavyojisikia, na pili kwamba watoa taarifa wanaotafutwa wengi wao hawana makosa ya kijinai, wana makosa yawezekana kwamba ya wametoa taarifa ambayo ilikuwa na nia njema. Lakini kitu kilichotutisha, moja kati ya watu waliokuwa na wanatushtaki ni yule, moja kati ya makampuni yaliyoko bandarini ambayo yalikuja kutumbuliwa. Lakini bado naye anaweza kuwa ni miongoni, wanaweza kufurahia labda kwamba wametushinda katika kesi kama hii. Sasa kinachouma ni kwamba watu watoa taarifa bado hawako salama, lakini sisi kama wa, watu wa huduma tunawahakikisha kwamba tutaendelea kuwalinda haimaanishi kwamba kuanzia sasa tutasema labda tunalipa jeshi la polisi taarifa, hapana, lakini tutasimama imara na tutaendelea kulinda taarifa zao mpaka pale muhimili wa mahakama utapokuja kusema hapa ni mwisho, hata rufaa yenu haina maana. Kwa hiyo tutakata rufaa, na mimi nafurahi sana kwamba waandishi wa habari kwa mara ya kwanza naamini mtaweza kujua kilichokuwa nyuma ya kesi zetu, na nawaomba sana, mtapotaka kutoka hapa, hakikisha mnamuuliza mwanasheria ni barua gani zilizokuwa zikiandikwa ya, ya, na jeshi la polisi, na muweze kujua ni makampuni au watu gani walio nyuma ya barua, ya, ya barua hizi. Utakuta vyama vya siasa, watu wenye majina makubwa na makampuni binafsi, na naomba msinihoji mimi, mwanasheria anaweza kaeleza hivi. Kidogo unaweza kuhoji kidogo, unaweza kusema ndio. Unahisi kwamba univyosema kwamba watu wengi wanaweza kwenda, wanakosa uelewa ama tafsiri ya ile sheria? Ni kweli kwamba hawana